Uh, baada ya kuwa nimebonyeza na kuingia kwenye Mixbias labda mimi na mtandao wa Mixbias au Tigo zamani tulikuwa tunaitwa Tigo. Uh, hapa utakutana na maelekezo ya aina mbili. Kuna maelekezo ya aina ya kwanza ambayo ni mafupi yanaishia hatua ya, ya kumi na moja hapa kama umesajili namba ya kufanyia miamala, kwani hiyo namba yako ya Tigo ya Mixx by Yas umeisajili hapa nyuma hapa nyuma hapa tu kidogo nyuma hapa, iko hapa miongoni kwenye hizi namba tatu, ipo hapa hiyo namba, na ndio umeitumia kufanyia utakuja kuitumia hapa hapa kufanyia malipo, basi utafuata haya maelekezo hapa, ni rahisi sana. Unatakiwa tu uh, ufanye malipo yako, alafu utumi chochote, sisi tutaona muamala wenyewe, tutautambua ule muamala kwa sababu tayari umeshasajili ile namba ambayo umefanyia muamala ule, na tutakuongezea salio automatically kisha tutakutext kwa message kwamba tumekuongezea salio lakini pia uh, kama umetumia namba ambayo haujaisajili kufanyia malipo, labda kuna ndugu yako amekulipia kwa kutumia lipa namba zetu. Lipa namba zetu tunatumia tu ni mbili, ya Mixx by Yas na ya Voda uh, kama mtu amesha kufanyia malipo au umefanya malipo kwa namba ambayo haijasajiliwa ujisajili hapa nyuma, basi utafuata maelekezo haya ambayo yanatoa hadi ya kumi na tatu. Baada ya kuwa umeshafanya malipo, inabidi sisi ututaarifu kwamba hiyo namba ni ya kwangu na mimi ndo nimefanya malipo. Na unatutaarifu vipi? Itabidi hapa ubonyeze hapa. Ukibonyeza hapa, utapakia picha ya transaction screenshot yani picha ya muamala ule ambao umefanya. Hiyo picha lazima ionyeshe kwamba kiwango cha muamala ambacho umefanya na kumbukumbu namba. Hivyo ndio vitu vya muhimu, kumbukumbu namba na kiwango cha muamala kionekane kwenye hiyo picha. Ni picha moja tu. Lakini pia unaweza kwa copy message ile ambayo imerudi baada ya kutoka kule, labda Mix by Yas au Voda au Halotel. Ni copy ile message iweke hapa alafu bonyeza tuma ili sisi tuweze kuona huo muamala. Baadaye tutauapprove huo muamala. Tukishauapprove, salio lako litaongezeka baada ya kuwa tumehakiki. Kwa hiyo make sure kwamba unasajili namba ya kufanyia miamala ili usiwe unapata tabu hii ya kwanza kusijui ku upload transaction proof au lakini kusajili namba ya muamala, basi sisi tunakuwekea tu salio automatically. Na ikitokea umefanya malipo kwa kutumia lipa namba zetu na salio lako alijaongezeka ndani ya dakika kumi, basi tupigie simu ututaarifu kwamba umefanya malipo na sisi na usifute hiyo message mpaka salio lako litakapoongezeka. Salio likishaongezwa kwenye akaunti yako basi unaweza kufuta hiyo message ya mamala ambayo imerudi kwa sababu sasa nyingine tunaweza tunaweza tukaiomba. Sometimes mitandao inasumbua, message zinachelewa kurudi, kwa hiyo tunashindwa kupata uh, message kwa wakati. Kwa hiyo ndio maana hata wewe unatakiwa pia message usifute mpaka salio lako litakapoongezeka kwenye akaunti yako. So ni rahisi sana kama hivyo, turudi back kwa kutumia button hii hapa, tutakuwa tumerudi hapa kwenye sehemu ya uh, salio au uh, pochi na miamala. Kwa hiyo tukirudi hapa tunarudi kwenye dashboard labda, hapa uh, tutaka kuongeza salio, unaweza ukabonyeza pia hapa ukaenda moja kwa moja kwenye kuongeza salio. Ukibonyeza sehemu ya kuongeza salio utarudi kule kule kwenye section yako ya kuongeza salio hapa. Vile vile tusajili hii namba. Kwa hiyo kama umesajili hii namba, haina haja ya kuja hata huku, basi turudi nyumbani, home, turudi tena kwenye akaunti yetu hapa, njoo upande wa hapa uh, menyu au na navigation menyu, njoo sehemu ya mikopo ya bidhaa hapa, unaona huyu mtu Je, mimi majioni hana mkopo wowote active loan hana incomplete application hana finished loans hana maximum loan capacity haijaandikwa chochote, loan score hana na next payment, yani hana chochote, hajawahi ku apply mkopo au hajafanya chochote. Turudi back home uh, tuende tukaangalie vitu vingine hapa. Kuna makundi ya bidhaa, nikibonyeza electronics nitakutana na hapa, kwa mfano labda uh, kuna haya haya na broom, unaziona hizi. Nikibonyeza haya, uh, zitakuja bidhaa za haya tu hapa. Unaona, eh? Nikija hapa labda naweza nikaja tena hapa nikabonyeza hapa, nikaja labda nabonyeza sasa hivi Samsung. Kwa Samsung zitakuja bidhaa za Samsung 2 hapa. Lakini pia naweza nikaja kubonyeza hapa, labda pia naweza kwa search. Nikija hapa nakutana vitu tayari vimeshajikuja hapa. Kuna TV, sabufa, friji. Nikibonyeza hapa friji, italetea tayari. Shuka chini na zikuta friji ziko hapa. Now, uh, twende tukaangalie bidhaa yoyote ambayo ina mkopo tujaribu kuomba mkopo kama hii bidhaa. Hii bidhaa ina mkopo Unafika hapa unasoma, taarifa njema, bidhaa hii na asilimia 35 ya mkopo wa kuweza kulipa ndani ya kipindi cha mwezi mmoja na wiki mbili. Tuombe mkopo hapa. Ukifika hapa utaingia kwenye kurasa. Kurasa hii, kurasa kurasa ina maelekezo ya namna gani mkopo ulivyo, uh, kila kitu na details zako zote za mkopo. Kwa mfano hapa kuna kiasi la laki tatu na elfu sabini na nane hii ndio gharama ya hii friji, lakini pia mkopo wake ni asilimia 35 tu Alafu mkopo wake ni laki moja na elfu thelathini na mbili uh, uh, na mia tatu. Kwa hiyo ukija hapa utakuwa na kianzio, kianzio ambacho lazima kilipwe keshi ni laki mbili na elfu arobaini na tano lakini pia unalipa bima ya mkopo ambao ni asilimia saba. Bima ni kwamba unaweza kaumia, au kasafiri, au chochote kikatokea, hii bima itakukata kwa kila bidhaa na bima. Lakini pia kuna ada ya maombi ya mkopo ambao ni shilingi elfu tano. So jumla kianzio ambacho lazima kilipwe taslimu ni shilingi laki mbili na elfu hamsini na tisa na maana bidhaa ya laki tatu na elfu sabini na tano ukilipa laki mbili na elfu hamsini na tisa utapewa hii bidhaa. Njoo hapa chagua muda wa kulipa huo mkopo. Kwa mfano hapa muda uliopo ni mwezi mmoja na wiki mbili. Ukija hapa umeona tunalipa shilingi, uh, marejesho yatakuwa laki moja na elfu sabini na sita ambapo kwa siku unaweza ukaamua ulipe kwa siku shilingi elfu tatu na mia tisa ishirini na mbili au kila wiki elfu ishirini na tano na mia mbili ishirini na moja au kila mwezi tutalipa, uh, kwa sababu tumechagua muda mrefu umeona imekuwa na marejesho yamekuwa makubwa tupunguze muda tuweke labda mwezi mmoja alafu tubadili hapa ukibadili unashuka chini hapa unakuja tena unaangalia umeona imepungua shilingi elfu kumi tukizidi kupunguza labda tuweke wiki tatu au tuweke wiki mbili hapa tubadili umeona marejesho yamekuwa laki moja na elfu arobaini so, unavyozidi kupunguza muda riski inapungua na marejesho yako yanapungua pia unaweza ukabonyeza omba mkopo hapa ukibonyeza omba mkopo utakutana na na takwimu zote hapa rejesho la kila siku ni hii Rejesho uh, la kila wiki uh, ni hii hapa. Marejesho ya kila mwezi ni haya hapa, afu kuna fomu ya kujaza hapa ya maombi ya mkopo. Kwenye hii fomu utajaza jina la kwanza, jina la pili, jina la tatu, namba ya simu, namba ya simu ya dharura, yani kama unayo namba ya emergency, lakini sio lazima. Barua pepe pia unatakiwa uandike hapa, email kama unayo, lakini sio lazima. Jina makazi hapa, lazima uandike mtaa Uh, kata wilaya, mkoa, kwa sababu hapo unaenda kuomba mkopo, lazima tujue kila kitu, nchi unayokaa, alafu na kazi unayoifanya, uchumi. Utachagua muda wa kulipa rejesho, sasa hapo utachagua unataka kulipa rejesho kwa muda gani, kwa siku, kwa wiki au kila mwezi. Utachagua jinsia yako, utachagua haya, kundi la miaka yako utachagua, tunataka kujua umri wako. Sisi tunataka tu tujue kwamba wewe uh, katika hizi age group wewe unakaa group lipi hapa, lakini pia hali yako ya ajira kwa sasa, umeajiriwa, umejiajiri, kwa kwa uh, ya una kazi haya ndio. Pia uh, mapato yako kwa mwezi una, kwa, kwa mwezi unaingiza shilingi ngapi, utatuchagulia hapa. Lakini pia hali ya familia yako kwa sasa, je, umeoa, umeolewa au unaishi pamoja na watoto au wewe unaishi mseja peke yako huko geto au umeolewa unaishi na, na mume lakini amna watoto. So kila kitu kitakuwepo hapa, utajaza kutokana na wewe ujibu lako la usahihi. Utachagua hapa kama amna jibu basi amna jibu sahihi, basi utakuja hali yako ya makazi unayokaa, unaishi kwenye nyumba ya kupanga au nyumba yako mwenyewe au chochote, unaishi na, na, na wenyewe labda huko kwa wazazi wako. Utaangalia utajibu jibu kutokana na kile ambacho unakijua. Pia hapo unauliza mali ambazo unamiliki, kwa sababu naomba mkopo na sisi tunataka tupate hizi takwimu ili tuweze ku verify siku nyingine, unaweza kuomba mkopo mkubwa zaidi. Kwa hiyo lazima tujue huyu mtu tunempa mkopo yukoje, na hata kama umeomba mkopo mdogo leo, kwa sababu ukifanya application kama hii uh, hautakuja kuirudia tena ndani ya kipindi cha miaka miwili. Kwa hiyo tunataka tujue huyu mtu yuko vipi ili tumpe mkopo mkubwa au mdogo. Anaweza kuomba baadaye mikopo hata miwili au mitatu nategemea, na wewe qualification yako na kuruhusu vipi. Labda nyumba au majumba unayo au unayo kiwanja unacho, gari au gari binafsi, gari au gari ya biashara, piki pikipiki au bajaji au pikipiki na baisikeli, kama unavyo vote. Aafu baadaye utatuma haya, ni maombi ukishatuma haya maombi. Mimi sijaleta taarifa, kwa hiyo ukituma haiwezi kukubali. Ukishatuma haya maombi, sisi tutafanyia, tutapokea, tukikujibu kwa yes, basi baadaye tutakupa, utajaza fomu namba mbili ambayo nitakuja kuelekeza baadaye. Now turudi back home hapa au turudi kutoka, kwa kutumia hii button turudi tena kwa kutumia button hii tuko hapa hapa uh, upande wa product page. Now, tunataka tuagize hii bidhaa, labda mimi na Kagongo la Mboto, nataka niagize hii bidhaa iletwe kwangu, alafu ikishaletwa mimi nitailipia. Mimi sitaki kulipa a uh, bidhaa hii kwa sababu siamini au chochote kile unajisikia. Lakini uwe mkazi, mkazi wa Dando inawezekana. Kama uko mkwani lazima utalipa. Haya uh, nao utabonyeza hapa lipa ukishapokea. Ukifika hapa utaandika majina ya miliki sasa. Bidhaa ni hii hapa na gharama yake ni hii, uh, hii. Utaandika majina ya mmiliki ambayo majina tunaandika kwenye warrant card, kwa hiyo utaandika labda huyu mmiliki anaitwa Jemima uh, John, au Jemima John, unaweza kamnulia mtu yoyote aba amenulia dada yake anaitwa Joseph. Josephine po, unaona namba ya simu ya mpokeaji. Kuna mpokeaji, labda kuna mtu ambaye ni rafiki au ndugu wa Joseph ni John ambaye anaweza kuipokea hii bidhaa. Na hakikisha kwamba namba ya simu inatakiwa iwe inapatikana muda wote. Make sure kwamba hii namba inapatikana kwa, utaandika namba yako ya simu labda ni 0768 75 623. Hii namba utakuwa umeandika hapa au unaweza kuandika namba yoyote ile eh, uh, namba yoyote ambayo hii namba inapatikana na, na huyu mtu atakayepokea huu mzigo. Alafu eneo la kupokelea unakaa sehemu gani? Labda mimi niko Gongo la Mboto mwisho. Nimeandika Gongo la Mboto, uh, Gongo la Mboto mwisho hapa. Alafu taarifa nyinginezo kwa mfano unataka kumtaarifu dereva kwamba wahi kabla ya saa saba nitakuwa nimeondoka nyumbani. Unaweza ukaandika awahi kabla ya saa saba, saa saba au labda unataka kumpa alert dereva umwambie labda pitia labda uh, pitia shortcut, uh, labda short shortcut ya airport, chochote kile nachotaka kushauri. Au unaweza kumwambia dereva uh, usisahau stendi Uh, stendi labda ya TV ko chochote kile, unaweza ukaandika kama hivi alafu ukatuma hapa. Ukituma hapa ita, uta, utaandika hapa ombi limepokelewa. Uh, ukibonyeza yes tutakupeleka kwenye akaunti yako maeneo ma, sehemu ya malipo kidogo kidogo malipo ya omba ma, omba baada ya kwa ume uh, Uh, kule lipa baada ya kumepokea, kwa hiyo utabonyeza sawa hapa itakuleta hapa. Kwa hiyo ukirudi hapa home, njoo kwenye akaunti yako hapa, njoo hapa alafu njoo malipo baada ya kupokea. Ukibonyeza hapa utaona hii bidhaa umeiombea ije, umeomba malipo kwa hiyo utaona kabisa kwamba hii bidhaa nimeomba nimemwombea. Jina la mmiliki ni ile ambayo utaandikwa pia kwenye warranty card. Eneo la kupokelea ni kwa Mboto. Mwisho namba ya simu ya mpokeaji ni hiyo, alafu uh, taarifa nyinginezo ni usau standard TV, lakini pia unaweza kubadili taarifa, ukarekebisha labda Josephine Paul Juma, au ukaandika labda tumebadilisha mmiliki labda, labda Juma Anthony au Juma juma uh, juma labda Juma Ali. Namba ya simu baki hivyo hivyo. Hapa sasa hivi imeonekana kwamba ombi lako linafanywa kazi, kwa hiyo utakuwa unaendelea kufatia hii na alama ya njano. Ukiona imechelewa kuja hii bidhaa, basi utapiga namba hizi hapa, sifuri saba sitini mia sita mia nne, uh, kwa taarifa kuwa taarifu kwamba jamani, nimetuma maombi Uh, limetuma maombi yangu ya bidhaa fulani hayajaja, kwao utatupigia simu kwa, kwa namba na pia namba yetu ya 0760 bidhaa yako, basi tutakuletea haraka zaidi. Lakini kwa sababu nyingine maombi yanakuwa ni mengi, tunashughulika na maombi ya watu wengine. Lakini pia hapo tuna maombi yote ambayo umewahi kuletewa. Pia unaweza kughairi kuletewa, bonyeza hapa, ghairi, umeghairi wewe mwenyewe. Halafu pia unaweza kuomba tena kuletewa, unaweza kuomba pia kuletewa hapa, tunalifanyia kazi ombi lako, tutakupigia simu baada ya kuwa tumeshakamisha. Jinsi ya kupata hii page unabonyeza hapa. Uh, upande wa akaunti yako malipo baada ya kupokea. Tukirudi kwenye dashboard tunarudi hapa kama kawaida, na tukija hapa tunaweza tukabonyeza pia tukaenda kwenye uh, pochi na miamala, lakini pia tunaweza kubonyeza hapa tukarudi kwenye kila kitu, vitu vingine vyote viko hapa sasa, za mipangilio, historia, nyumbani. Now let back get back home. Hapa tuchague bidhaa nyingine kama hii hapa. Ukifika kwenye bidhaa hii hapa uh, lipa kidogo kidogo, lipia ukishapokea tayari, omba punguzo tayari ulizia mkopo kimoja hapa kama unaomba. Hapa unaomba utaona sheria za manunuzi kwa bidhaa hii. Kwa Dar es Salaam jamani usafiri, kwa ndani bidi lakini, ukiwa mbali sana unachangia kidogo. Haya, hapa utaona uh, wasifu wa bidhaa uko hapa, idadi ya watu wanaolipa kidogo kidogo. Jamani, tuna watu wengi sana ambao wanalipa kidogo kidogo sasa hivi wameshafikia 3400 na na, na ambao wameshapokea bidhaa zao ni 1900 so, jitahidini, muendelee kulipa kidogo kidogo na watu wengi wanaendelea kulipa kidogo kidogo. Now, uh, nadhani kila kitu utakuwa umeshakielewa hapa kwa sababu na givenall.com nimekufundisha kila kitu. Uh, kama una bidhaa utaziona hapa kwenye kapu. Uh, pia unaweza ukatujua zaidi kwa kubonyeza hii button hapa, utaona kila kitu kuhusu sisi na CEO ni Mr. Fredrick Webiro ambaye ni CEO wa kampuni ya givenall.com. Utaona hapa uh, okay. Ukija hapa back hapa utarudi home, nenda kwenye wasiliana nasi. Ukifika hapo utaona namba zetu za kuwasiliana nasi, kwenye namba zetu hizi hapa mitandao yetu ya kijamii utaiona hapa, hizi ni link. Unaweza ukabonyeza kwenda Facebook, unaweza ukabonyeza kwenda Twitter, unaweza ukabonyeza kwenda Instagram, YouTube, Pinterest, LinkedIn na WhatsApp. Hizi ni link hizi. Lakini pia jina la kwanza unaweza ukaandika kama una, una una chochote una ujumbe watu watu watu watu hapa, labda, wa uh, uh, labda wasiana nasi ofisi zilipo msaada, vigezo na masharti, sela ya faragha. Mimi hapa hapa sehemu gani? Ndanda na Muhonda junction behind China Plaza building, na ukaona kabisa sisi tulipo so Uh, ukibonyeza hapa pia njoo kwenye support msaada, tunaona msaada wote huko hapa. Uh, let's get back, njoo kwenye terms and condition, kama unataka kujua terms and condition zetu ziko hapa, ambazo ulizikubali wakati na join in. So, ukifungua account unakubali terms and condition direct. So let's get back home, alafu privacy uh, policy sisi tuna privacy sana jamani, mtu yote akiapply uh, akiapply mkopo au akiandika jina lake au chochote kile, hatutoi hizo taarifa, ni siri ya mteja So, kuna privacy policy ziko hapa, kila kitu kiko hapa. So karibuni sana givenall.com. Tukam, tunapatikana njiapanda ya mtaa wa Ndanda na Muhonda, karibuni sana.